Tukio hilo limetokea katika eneo la Posta, mjini Singida ambapo nyuki hao walivamia makazi ya watu, hali iliyosababisha kusimamishwa kwa shughuli za kimaendeleo kwa zaidi ya saa nne. Lakini ilipofika muda muda, saa nne hivi, kuna bodaboda walikuwepo pale. Wale bodaboda, mzee mmoja wa bodaboda, anafahamiana naye, ambapo walimzuru mpaka kazimia. Yule kushanga shangaa na shangaa, shida nini? Watu wanakimbia, ndio naona wanakinga vichwa mara gafa, mimi nilikuwa wananikimbiza, wakanishambulia hapa, nimeng'atwa tu hapo, ni mdomo hapo. Kwa upande wake, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji wilaya ya Singida amekiri kutokea kwa tukio hilo huku akieleza hatua zilizochukuliwa na jeshi hilo. Tulifika maeneo ya tukio na tukaanza kufanya taratibu kwa ajili ya kuwaokoa watu na kuzuia watu wasiingie kwenye tukio kutokana na tukio hilo la nyuki, na watu wanne wanaendelea kupatiwa matibabu katika Hospitali ya Manispaa ya Singida, na hali zao zikiendelea kuimarika. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam News.